Mambo, vipi Tanzania, East Africa na duniani kote kwa ujumla, is your boy Babjele Classic the Shai Town Finest, and this is RJ Pro Media Online TV. Hapa ndipo sehemu sahihi ya kupata kila ambacho unakipenda kibongobongo bongo, lakini pia nje ya bongo. A good news ni kwamba leo ndani ya Shai Town tuko blessed na mfalme wa muziki Bongo Flava. Hapa namzungumzia Juma Nature Kiroboto walimende, of course huyu ni msitu wa vina. Leo tunapiga naye stori ndani ya RJ Pro Media Online TV So, na Juma Nature Kiroboto mmoja kati ya wasanii wakongwe kabisa kwenye game ya, ya muziki wa Bongo Flava. Kwanza karibu sana Shaitown brother. Eh, nyumbani hey, unajisikiaje? Pengine sio mara yako ya kwanza. Nasikia umeoa huko pia Anyway, <laughs> uko sasa hivi kwa mara nyingine tena 2025. Na, na nini kikubwa ambacho unakipenda ukiwa Shytown? Uh, watu huku wa ni wakarimu, wanaelewa. Hususan ni mimi nimekuja huku kwa, kwa masuala ya, ya music na kujua watu wanaishi vipi katika life ya kila siku. Watu wanaishi kwa love, wanaishi kwa upendo. Toka nimekuja hapa muda mrefu, toka 2027 huko. Eh, yani kila mwaka mimi sikosi kuja huku kwa sababu kwanza nishajenga undugu na rafiki wengi na watu wa michano huku wako wengi sana, watu wangu wa karibu, au sio bwana? Ya kwa hiyo tuna wigo mpana kusema kweli kwa huku hii ni pande yangu, ndio maana nakuja mara kwa mara ukinikosa, ukinikosa Shai Towni basi utanipata Rock City Neri. <laughs> <laughs> e bana, sawa. maana yake ni kwamba kanda ya Ziwa wewe ni nyumbani kwa ujumla, hey? na unaikubali kwa kwa asilimia kubwa, hey? mziki wa bongo flava mmeutoa mbali sana mpaka sasa hivi hapa tunaona wasanii wengine ambao wanafanya vizuri pia, lakini kwa namna ambavyo ninyi mlikotoka ni mbali sana, yeah. kwa ujumla ukubwa, namna mziki wa bongo flavor unavyoongezeka unauzungumziaje kwa uchache sana? E, mziki unaendelea vizuri. Kuna wakati unayumba kama vinavyoumba vitu vingine f kuna wakati mwingine unakuja unakaa sawa. Kwa hiyo sasa hivi format nzima mziki unaendelea vizuri, vijana wanajitahidi wanaimba vizuri, na ndio maana unaona wanapata safari za kusafiri kama tulivyosafiri sisi kipindi cha nyuma kwa sababu ili ukamilike na muziki wako kuutangaza kidunia, lazima usafiri kwanza, kwenda nje za nje na ugombania tunzo za nje za nje. Ukiweza hivyo, ina maana bendera ya nchi yako utakuwa umepandisha juu. Kwa hiyo yeah, watoto wengi wanajitahidi, na sasa wengi unaona eh, watu wanaenda chaka, wanafanya mambo eh. Na sasa sasa hivi yani uzuri sasa wa sanaa kwamba ukishatoboa umetoboa mazima wewe, sio unaweza kufanya sema yote eh, kama kama mimi unavyoniona sasa hivi mkongwe Yeah, Juma Nature umekuwa icon ya muziki wa Bongo Flava. Mtu yote akija Tanzania afu akaanza kuulizia ni watu akina nani ambao wameanzisha muziki wa Bongo Flava, ni lazima mzungumzie Juma Nature kiroboto au bana? Vijana sasa ambao wana ya vijana bora ambao yes unasema yes. unawa appreciate kila ambacho anakifanya kwenye game ya mziki bongo flavor. Yeah, of course uh, kwa haraka haraka unaweza kusema almost kuna asilimia mia moja, mpaka sasa hivi kuna asilimia arobaini na tano kwenye mia, kwa sababu nina imani katika vizazi vipya, vingine vipya vitakavyokuja vitakuja kuchukua mia moja, lakini mpaka sasa hivi kuna arobaini na tano, wote wanajitahidi kusema kweli, lakini kwa haraka haraka nitakaemtaja nimemtaja tu mi namkubali sana mpima wenge wanadogo mmoja imbaipapa ntawapima wenge yes. Katika upande wa imba, imba na kukubali sana Mario Ehe, Mario Ehe. um, of course naweza kusema kwa kwa icon anaibeba Bongo Flava kwa sasa hivi. Diamond anaona naibeba kwa sasa hivi Eh. Kona wake labda <laughs> <laughs> anyway, sawa. Shai Town tuko blessed na msanii wa hip hop anaitwa Bando MC. Yeah. Anaitwa Shai Town Boy. Bando MC mziki amedondoka Dar es Salaam na anafanya hip hop akiwa anaiwakilisha Shai Town. Yeah. Unamzungumzaje huyu kijana? Bahati mbaya sijapata muda wa kukaa naye karibu. Yeah, lakini nasikiza mziki. Mziki anaimba mzuri. Anaimba vizuri na Mungu amjalie asibweteke Uh, kila siku awe naandika, atumia muda mwingi sana kuandika, yaani atumia muda mwingi sana kusumbua akili. Akishika peni, asiwe na mambo mengi, aandike okay. Akitaka kuandika vizuri, apate muda, awe natembea vijiweni, wapi apate mambo tofauti tofauti, awe natembea yani asiogope kutembea kwa sababu unavyotembea unapata mawaidha kutoka katika sehemu mbalimbali na kujua matatizo ya dunia au ataandika mziki gani mzuri? Klabu asiache kwenda kwa sababu klabu mara moja moja unajifunza vitu vingine vya kutoka klabu hmm. Mziki mara nyingi huko una kategori kama tatu lakini mbili, cha kwanza ni kurusha watu, mziki wa kurusha na mziki ambao wa jamii. Kuna watu wengine hawapendi kwenda kuruka mziki, lakini wanapenda kusikiliza. yeah, sure. wana jamii, maana ukizungumzia jamii na maana unaelimisha jamii, ndo artist mwanake. Eh, kwa maana hiyo lazima uzunguke uweze kupata mambo tofauti tofauti. Kuna vitu vingi vya kuandika, usiangalie mapenzi peke yake. yeah, sure. uangalie na mambo mengine yanazunguka jamii. Kuna matatizo mengi yanatokea ndani yeah, sure. ya jamii, kwa hiyo akisemea ni broadcast na artist ndo kisemea kwa ajili ya raia. Eh, hey, of course. Yes. Sasa kama tutateteleka sisi yes, na mwana jamii tumeiua yeah, sure. na inabidi tunyooshe ili jamii ikae sawa sure, katika mstari ule uloleweka, ulonyoka. Anyway, umetisha sana watu ambao wanakutazama sasa hivi kupitia RJ Pro Media Online TV. Juma Nature, at least hata michano miwili mitatu tu angalau ili kuweza kuwaaminisha kwamba leo live Shai Town itakuwa na Juma Nature. Angalau hata michano miwili mitatu A uh, niko Shai Town. Hii sio zali wala ngekewa kimdondo au kibatibati au kimchekea, ile falika peta kabeba chwa ushindi wa mezani, ile akumpokonya mtu tonge kinywani. Ukiona mwenzio ananyolewa, wewe tia maji kako shoto, utakula jeuli yako sawa, wako kivyako. Leo hii umekutana na mimi, dubu dubu, nungunungu, mwene uchu, sangwiji, funga mkuji, ngwabi nganga, liko kicheko kwetu manunguniko na ujiko mwiko, twende. Bana noma sana. Anaitwa Juma Nature, sa Nature kiroboto, walimenda, of course, msitu wa vina, ndio tulikuwa naye, na hii ni RJ Pro Media Online TV. Mimi ni Bob Jelly Classic mwenye Shinyanga yake The Shy Town Boy yarudino.